Huwezi ukatajirika kwa kuua mtoto, saa nyingine unaua mtoto wako, ni mambo ya ajabu sana. Mimi sijatia sahihi mtu kunyongwa, lakini nikiletewa kesi kama hizi, nitamuomba malaika wangu, inawezekana nikasaini. Haiwezekani tukaendekeza mambo ya ushirikina kwamba ukimuua mtoto ndipo utapata mahindi mengi. Ni ujinga mwingine, unakwenda unaua mpaka mtoto wa ndugu yako. Kwa vile hii kesi bado iko mahakamani, sitaki kuzungumza sana, lakini niwaombe ndugu zangu, mambo ya ushirikina hayana tija, na niwaombe viongozi wa dini mashehe, mapadri, wachungaji, maskofu, tuendelee kuhubiri mapendo ya kweli kwa waumini wetu tunaowaongoza. Katika mambo mengine yote Njombe ni supa, lakini hili limeweka doa. Tunatembea tukiwa na doa. Mtu akishauliza umetoka wapi? Nimetoka Njombe. Hata kama hajakuambia anakumbuka vile vifo vya watoto. Muone aibu kwenye hili, na watu wa kupiga vita hili ni ninyi wenyewe. Tutawaonea bure, polisi tutahamisha, lakini tatizo liko kwenu. Sa nyingine hamtoi ushirikiano. Niombe kitendo kama hiki kisirudie tena.